Eh, kwa majina anaitwa Leyani Sindilo Muya, ni eh, mkazi wa kijiji cha Tununguo kata Tununguo tarafa Ngerengere wilaya na mkoa wa Morogoro. Ilikuwa eh, ni siku ya Jumapili majira ya saa moja za jioni au za usiku, nikitokea katika kijiji cha Kisanga Stendi nikielekea katika kijiji changu cha makazi cha Tununguo eh, kuna mto Ruvu pale maana kama hujavuka mto Ruvu kuelekea Tununguo Kichangani, maana hakuna njia nyingine zidi ya hapo, kwa sababu hakuna daraja wala kivuko cha aina yoyote yeyote. E, baada ya kufika mtoni nikaweza kuvuka katika hatua za mwisho. Sasa naweza kukanyaga mguu wa kushoto kwenye ngema ili sasa nivuke, e, mamba akanidaka kwenye mguu wa kulia kwenye sehemu ya paja hapa katikati na hatimaye kunidondosha majini e. Kwa kuwa meji, maji hayakuwa mengi sana e, nikaa nimeendea tumbo, nikaweza kugadi mikono kwenye maji kwenye mchanga na miguu e. Yule mamba bahati nzuri hajanikamata sehemu ya mfupa, alishika tu nyama e, kwa hiyo alikuwa anatafuta timing ili ya kunishika ili kuweza kunivunja na kuninyongonyesha kabisa e. Baada ya hapo sasa akaa najaribu kutafuta mbinu za kunigeuza ili kusudi aninyweshe maji ili kusudi aweze kupata timing ya kuweza kuninyongonyesha e, niliweza kupiga kelele. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Elia Kashu alikuwa ng'ambo ya pili, akasikia kelele ambao nilimwambia bwana, njoo mdudu kanikamata. Aya, yule bwana kwa kweli alijitosa majini, alipofika pale akampiga fimbo tatu, ya nne ndo akaweza kuniachia na hatimaye eh, kuweza kukimbia na kutoka ng'ambo ya kijiji nilichotoka ya Kisanga Stendi. Baada ya hapo baadaya eh, kwa kweli yule mamba aliweza kuwa amepagawa sana, alikuwa na haha kwenye eneo lote lile eh, baada ya hapo alikuja afisa mtendaji wa kijiji changu na alikuwa katani huko Kisanga Stendi kwa lengo la kuvuka, alikuwa na pikipiki eh, baada ya kukuta hilo tatizo akaweza kunipakia na kuni mbiza kwenye zahanati ya kijiji cha Kisanga Stendi. Baada ya, ya bada hapo, niliweza kupata huduma ya kwanza katika zahanati ya Kisanga Stendi, ambayo niliweza kupata huduma hiyo siku hiyo hiyo ya Jumapili, na hatimaye kesho yake nikawepo hapo e, na jana ndo nikaja katika hospitali ya mkoa wa Morogoro. E, naendelea na matibabu e, namshukuru Mungu, kidogo naendelea vizuri. E, jeraha kiukweli bado sijasema kwamba nimepata nafuu, ila kwa matibabu nayowapata nashukuru, wahudumu wamenipa huduma na ni wakarimu, hakukuwa na tatizo la aina yoyote. Kwa majina, naitwa Angela Nyilawila, ni muuguzi hospitali ya mkoa wa Morogoro. Tulimpokea ndugu Leyani jana akiwa ni majeruhi, alijeruhiwa na mamba. Tokea tumempokea jana mpaka leo, tunashukuru Mungu, mgonjwa anaendelea vizuri, anaendelea kupata matibabu kama vile ilivyotakiwa apate. Amepata ah, majeraha sehemu ya paja ndipo alipojeruhiwa.